Je, vita vita ko mama ni mapenzi yatashinda? Ah, Sophia, shukrani sana kwa kunikaribisha. Kwanza niseme asante, ila wazee wapo, wazee wangu wanakusali mi nilikuwa na napita tu naenda kisimani pale kuchukua maji, ila nikasema si jambo jema kama nikipita moja kwa moja bila kupita kusalimia, nikasema ngoja nipite walau nikusalimie na kama wazee wapo niwasalimie. Naomba nikuulize kitu, Sofia. Utamjuaje mwanaume anayekupenda au unahitaji mwanaume akupe nini ndio uamini kwa kweli huyo mwanaume anakupenda? Sasa mimi mwanaume anayenipenda mimi wa kazi gani? anipende ili yuleje? mi nachoangalia mimi ni pesa bwana. Mwanaume akiwa na pesa mimi niko tayari kuwa naye, lakini mwanaume mbele na hela nampeleka hapi tu. Sasa Sofi, ukisema kwamba kipimo chako wewe ni pesa, ni sawasawa na mtu anayeuza utu wake kwa kutumia pesa. Hivi kweli uko tayari kuutumia mwili wako kwa pesa ya siku moja? Nakwambia hivi, ninachotaka ni pesa na sio upendo. Mimi nataka nikwambie jambo sawa, Sofi. Ukweli katika moyo wangu una nafasi kubwa sana. <laughs> <laughs> na nikifumba macho kwenye mboni yangu naiona sura yako tu, nakupenda sana. Wazazi wana nafasi yao na <laughs> wewe, mimi naweza kuwa na mtu kama wewe. Kwani mimi na tofauti gani, mama yangu? Mimi na tofauti gani? mimi wewe, jioni, jaribu kuzisikiliza hisia zangu. Mimi ni mtu ambaye naongelea kile kitu ambacho kimetoka kwenye moyo wangu. Ukweli umetawala wewe katika moyo wangu, nikifumba macho sura yako inajaa kwenye mboni za macho yangu Wenzako wenye hela zao wanaagiza watu walete maji, wewe unafuata maji kisimani, dumu lenyewe lilivyochakaa, sijui hata umeliokota wapi? Leo dumu fanya nikwambie, kwa kitu hautojutia kuwa na mimi katika maisha yako yote, na mimi sitoacha kukupenda mpaka pale pumzi yangu ya mwisho kushusha, na hisi ndipo utakuwa mwisho <mimu> <coughs> <coughs> <coughs> e, <coughs> oh, <coughs> wangu Ondoka. Lakini sio mwanaume mzima mpaka leo bado unakaa, nenda bwana. Ii yenyewe ka fidodilo sijui, suruali yenyewe imejikunja kunja ilikota wapi? Miguu yenyewe imekukomoa, utafikiri unapandisha ndizi milimani bwana.

Siwezi kuungana na mwanaume mwenye kipato kidogo. Yaani kwanza si sito jaribu. Yaani na uzuri nilo nao, nadanga na mwanamume mwenye pesa. Na sasa mwanamume sio, kwa aka una shuo wewe, mwanaume mwanaume, akija mwenye pesa zake kama na mapenzi ya kweli haya, akija maskini mwenye mapenzi ya kweli haya, lakini ukitafuta pesa, ndugu yangu, hasa mimi mwanaume sikuwa na nani, nampeleka wapi kwa hiyo akija mwanamume mwenye pesa alafu eh, ndo mkorofi hatari, alafu na akija mwanamume ambao maskini, ndo mwenye upendo wakuotacegakwenaa

kaweka weka katika kulinganisha na uzuri uliokuwa naoaamal a a, lakini nataka nipate, kwa sababu nikipata mwanaume mwenye pesa, yani awe na pesa nyingi, nitakuwa naishi vizuri, kwa sababu nafsi ya kazi kazi pia siwezi. Lakini nikipata mwanaume mwenye pesa za kutosha ni sasa, kuna mtu anasoma Sawa, lakini jaribu kutumia hii nafasi ya uzuri wako vizuri, mpate mwanaume ambaye kama hivyo. Unakuta sije ukayumbayumba mtaani alafu ukapoteza na hiyo nafasi, ukaja kulia mwanangu, eh? Usimame mimi acha nikwai

Ko si vivi kazi kazi vyako paka upate hizo hela za kujenga nyumba. Mimi leo si bora ni mpate tu mtu ambaye ana hela zake ana mali zake na kila kitu pesa. Hata mimi binafsi naweza

Vipi leo, mbona unaonekana na mawazo kweli? Tabu, siko sawa kidogo kwenye ubongo wangu kama kumevurugika. Unaponiona hapa, mguu umetoka kwao na kina Sofi nimetoka kidogo. Kuna vitu tukiwa tunazungumza, lakini Sofi anadai kwamba amechoka kunisikia katika masikio yake, na kanithibitishia kwamba hanihitaji na hayuko tayari kuwa na mimi kimahusiano. Huzuni usoni kwa macho ya nalia, hofu moyoni kama simba anafukia, njia ni ndefu, haijulikani mwisho wake. Baridi ya hofu inapiga moyo bila huruma. Kila mtu analemewa, mapigano ya kusikitisha yanaendelea, lakini tumaini linachomakiza lenye